Habari uh, za hivi punde ni kwamba mwenyekiti wa bodi ya Ligi Kuu Tanzania TPLB Steven Mguto amewasilisha barua ya kujiuzulu wazifu wake, kulingana na taarifa iliyotolewa na katibu mkuu wa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF, bwana Wilfred Kidao. Katika hatua nyingine, kwenye taarifa iliyotumwa kwa vyombo vya habari, rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania Walesi Kalia amemsimamisha kazi ofisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almasi Kasongo. Hakuna sababu zozote zilizoelezwa kwa kina kama sababu ya maamuzi hayo. Haya yanajili E, kutokana na sintofahamu iliyojitokeza e, katika dabi ya Kariakoo toka ilivyopangwa tarehe ya Mei nane mbako, mechi hii ilizua sintofahamu ambapo upande wa Yanga walipendekeza hawa viongozi waweze kujiuzuru ili waweze kucheza hiyo mechi, lakini kufikia hivi leo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Samia Suluhu Hassan aliweza kuhitimisha eh, mauzauza ambayo yalikuwa yanatokea kwenye mpira wa Tanzania ambapo ni rasmi sasa eh, mechi ya watani wa jadi Simba na Yanga itachezwa Juni 25, lakini pamoja na hayo yote eh, Sakata hili limeweza kuondoka na hawa vigogo wakubwa kabisa kwenye mpira wa Tanzania. Hizi ni update ambazo tumezipata hapa Juni TV. Asante.